Angalia jinsi ambavyo watu wanajitokeza wakati anafariki. Kwingine kwa hayati Raila Odinga atazikwa Kang'o ka Jaramogi huko Bondo, kaunti ya Siaya, siku ya Jumapili. Waombolezaji wanazidi kumiminika nyumbani kwa Raila huko Opoda Farm, Bondo wakisubiri kumpumzisha. Jamaa na marafiki wa familia ya Jaramogi Oginga Odinga wanaendelea na shughuli ya kuandaa kaburi la hayati Raila Odinga huko Bondo. Shughuli hiyo ilianza siku ya Alhamisi usiku na imeendelea leo katika boma la Mzee Jaramogi, Kango ka Jaramogi ambapo mazishi yatafanyika Jumapili. Sam Gituko anafuatilia matukio hayo na sasa anaungana nasi mubashara kwa mengi zaidi. Nam, asante Mashirima. Ni kweli tungali katika boma la Raila Odinga, hapa ni Opoda Farm ambapo shughuli zimekuwa zikiendelea. Niko ndani ya sebule ama sebuleni mwa Raila Odinga, ambapo tuko na baadhi ya wafanyakazi ambao waliweza kufanya kazi kwa karibu sana na familia hii ya Odinga. Kuna kiti kilichoko nyuma yangu, hiki naambiwa ni cha Mama Aida Odinga, hatuwezi kuketi pale. Kuna kiti cha Raila Odinga ambacho kimeweza kufunikwa kwa kitambaa cheupe, kuashiria mwanya ambao umewachwa na kifo cha Raila Odinga, na tutakuwa tukizungumza na hawa wafanyakazi ambao wamekuwa ni kama familia wamekuwa ni kama jamii kwa Raila Odinga. Lakini kabla ya hayo, tuweze kuletea taarifa ambayo tuliweza kuiandaa tulipofika katika upande huo wa Kang'o ka Jaramogi kunakoandaliwa kaburi la Raila Odinga. Shughuli ya kuandaa mapumziko ya milele ya mwili wa mwenda zake Raila Odinga haijawa nyepesi. Ilianza Alhamisi usiku, waliopewa jukumu hilo wakitumia mashine kuchimba kaburi saa chache baada ya Daktari Oburu Oginga, ndugu ya Odinga, kuelekeza atakapozikwa mwenda zake. Hii leo vijana walikuwa mbioni kupambana na ugumu wa kijiwe wakitumia vifaa tofauti tofauti kwa umakini wasizidi vipimo wakifahamu fika umuhimu wa jukumu lao hapa kuandaa makao ya milele ya mwili wa kiongozi waliye mwenzi. Raila ni baba yangu, sasa tumeamua kushiba kaburi ya baba yetu ee. ee, ni ngumu lakini tunapambana naye ee. ee, tumaliza hii. Wageni nao wakipata nafasi ya kipekee kushiriki Mapema Ijumaa mti uliokuwa kando ya mnara na kaburi la Jaramogi Oginga babake Odinga uliondolewa kutoa nafasi zaidi kwa kaburi la Odinga. Kufikia Ijumaa jioni, shughuli ilikuwa ingali inaendelea, ikikusudiwa kwamba watakapokamilisha kaburi litajengwa kuliandaa kwa namna mwafaka inayostahiki kiongozi Raila. Wakati wote huu, maandalizi yalizidi katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga, kutakapoandaliwa ibada ya mazishi siku ya Jumapili, ikiwa baadhi ya hatua za mwisho katika safari ya Odinga duniani. Um, hiyo ndio taswira ilivyokuwa katika upande wa Kang'o ka Jaramogi. Hivi jioni tumeweza kupata picha zaidi kwamba kazi hiyo ilikuwa ingali inaendelea. Kuna ugumu ambao umeweza kushuhudia, lakini ni kweli kwamba watakuwa wakitamatisha ifikapo hapo kesho, ndio hiyo shughuli nyingine ya kuweza kujenga kaburi hilo kuweza kuanza. Lakini sasa wacha tuzungumze na baadhi hawa wafanyakazi ambao wameweza kushirikiana na familia hii kwa muda sasa. Tutaweza kuanza naye Patrick Okelo ambaye ni msimamizi ama baadhi ya wafanyakazi ambao ni muhimu sana katika boma hili. Labda Patrick, unaweza kunieleza ulivyopokea taarifa hizi na pia uhusiano wako na familia ya Raila Odinga. Naam, Paul, kwanza anasema pole, pole kwa Wanakenya na pole kwa familia na pole kwa wafanyikazi kama sisi. ni, ni pigo kubwa sana kwa sisi mm. tumepoteza baba, tumepoteza mtu maarufu sana, mtu mungwana. Sisi kama wafanyikazi bado hatujapona, hatujatulia Mm. Hata shughuli kufanya ni ngumu. Jitumezana na baba. Hmm. Baba alikuwa mtu akiamka ni kupiga maraundi kufanya mazoezi na kwenda kwa shamba kujulia mang'ombe hali makondoo, mambuzi na kadhalika. Alikuwa anaongea na kila mtu ambapo akifika akishafika akishatoka kwa shamba kuja kwa nyumba baba atacheka love kidogo dogo anakupea kitu unaweka kwa mfuko sasa ni uchungu sana kama sisi. Mm. Pole sana. Benson, umeniambia wewe ni mtoto wa hapa. Uh, labda hiyo maanisha nini na unamkumbuka vipi baba? Naweza mwomba rais rais wa jamhuri ya Kenya ajaribu tu kutisimama na sisi, ajaribu kusimama na mama ili ili asimame na wafanyikazi asi, ili asizidi wafanyikazi wasifeli. Baba ameenda, azidi kusaidia wafanyakazi benye baba alikuwa anafanya juu. Uh, hiyo ndio itaziba hi hi hiyo pengo yenye iko. Asante sana sana, na poleni mnavyoendelea kumwomboleza Raila Odinga. Lakini Judith, wewe umekuwa ukifanya kazi na Mama Aida Odinga labda kwa ukaribu sana, uliweza kunieleza kwamba ni zaidi ya miaka thelathini iliyopita ambao ulianza uhusiano huo. Wewe unamkumbuka vipi Raila Odinga na ni kipi ambacho inaweza kutuambia kuhusiana na uhusiano wako naye? Kwanza kabisa naitwa Judith Owino na ningependa sana kutuma rambirambi zangu kwa Mama aida

Baba, the first thing he would would come he would go to every office and and and greet each and everybody and ask you about your family. Kwa hivyo tumempoteza baba, ni uchungu sana na hiyo pengo atuoni ni nani atajaza. Tunamwombea Mungu aendelee kusimamisha mama ili mama aendelee kutuangalia vile amekuwa akituangalia na vile wamekuwa akituangalia na baba. Asante. Nam tuseme nawe, Joan Atieno, umeniambia kwamba wewe ni house manager hapa uh, Opoda Farm. Labda umefanya kazi na familia hii kwa muda upi, na hisia zako wakati huu? Asanteni sana. Kwa kwanza, kwa jina ni Joan Anguta Matieno. Mi nimefanya hapa kwa muda ni kitu 25 years nikiwa na baba na mama ambaye wamekuwa ni wazazi wangu. Kwanza kabisa ni pole kwa mama na familia yetu. Nimekuwa hapa kama mtoto wa nyumba, na ile uzuni yenye ninayo kwa baba. Baba alikuwa ni baba, baba plus, na mi ndio nilikuwa, nilikuwa ni mtu wa kwanza kuona baba asubuhi na tena ni mtu wa mwisho kufunga baba kwa nyumba saa. Jameni, niko na huzuni kubwa, sina mengi ya kuongea kwa baba. Mungu amweke mahali pema peponi. Asanteni, asante, asante sana Mama Jo, na pole sana kwa msiba. Lakini Bonifas Oginga, pia nawe mfanyakazi hapa, labda kauli yako ni gani wakati huu? Kwanza kabisa maji, kwa majina naitwa Boniface Odhiambo Oginga. Mimi kwa hiyo jina ya Oginga baba mwenyewe ndiye alinipea. Nikiwa hapa ningesema ya kwamba baba nimekaa na yeye, nilikuja hapa uh, sahii niko na miaka kumi na nane nikiwa naishi na baba kama mzazi naweza sema ya kwamba nilikuja hapa kama sijui kitu yoyote, sikuelewa kitu yoyote, lakini kwa upendo wa baba Raila Molo Odinga amefanya kwa sasa hivi naongea, naweza naweza fanya kitu yoyote, hakuna ile kitu naweza shinda wa kufanya. So kwa kifo yake imenistua kama mtoto na kama baba yangu na kama, imenistua na ingali mpaka sasa hivi sijamini baba amekufa ni kama naona tu ameenda safari atarudi, lakini kama amekufa ame, kwa kweli naomba Mungu Mwenyezi achukue roho yake aweke palipema peponi, na pole wa mama yetu Mama Aida Odinga pamoja na watoto wetu Wini Junior, kwa sababu sisi tukai kama wafanye kazi, naweza sema hivyo sisi tunakaa kama watu wenye tuko kwetu, tuko kwa nyumba yetu. Ile kitu yenye iko tuta tutashea, ikiwe aje, ikiwe nini, tunapewa sisi wote vile anapea watoto wake, ndio pia sisi anatupea. Vile analinda wakina Rosmeri, ndio pia sisi anatulinda, na sisi ni wafanya kazi yake tu. So ningependa kuomba Mungu azidi kuwa na sisi na iu rafiki yenye baba ako naye ametufundisha sisi pia tunaweza kuwa na urafiki kwa kila mtu. Ningeomba kwa kuwa baba ameenda sasa, ninaomba Rais wetu o, o, o, William Samoei Ruto, mali popote anaweza kuwa natusikia, asaidieko mama kwa sababu mama ame, amebaki na mzigo kadhaa, so kama atakuwa na hii urafiki walianza na Mzee Raila molo dinga asiwache na hapo kwa saa hii, za omba yeye mahali pote akiwa atukumbuke, hata pia sisi asituwache, kwa sababu ame, baba ameenda, kwa sababu mama anaweza kuwa na kazi ngumu. Hata kama kuna mahali kwa serikali yake, sisi pia atuweke hapo ndani, tuzidi tu kukula kitu kwa sababu Sama, yeye ndio sasa amebaki kama baba yetu katika Kenya katika Ay, nyumba yetu asiwaje nyumba yetu asante. Asante sana bwana kwa kumalizia, sijui Joan, tumukumbuke tumukumbuke vipi Raila Odinga kama taifa? Asante <coughs> mimi vile nitakumbuka baba mm, niseme so kwa yale ametenda, sababu kwa hiyo mkawenywe nimeka naye kenye nimeona kwake haitapotea kwa akili yangu mm. Itakuwa imezidi kukaa mm. Asante Judith, hisia zako. Tumkumbuke vipi kama taifa? Uh, kama taifa la Kenya naona tumepoteza, na si taifa la Kenya peke yake mm -hmm. Dunia nzima tumepoteza, kumpoteza baba, tumepoteza a peacemaker, tumepoteza an icon. We will miss baba Mm -hmm. Okay. All right. Asante nawe na Patrick, sijui mipango gani mko nayo kama jamii ya Opoda tunapomwaga Raila. Mpango yenye iko kwa sasa, sisi kama wafanyikazi wa Poda ni kuomba tu serikali ya Ruto, hmm, watukumbuke hiyo rafiki yao wamekuwa na baba, hmm, sisi kama wafanyikazi, hmm, watuingize tu kwa serikali, hmm, at least tukiingizwa kwa serikali, hiyo uchungu ama hii kilio yenye tuko nayo kwa kupoteza baba tutokuwa tunakumbukia hapo, naona hmm? Hmm, juu ni uchungu sana hata kwa mama, kwa Rosemary, kwa Winnie na kwa Junior hmm. Ni gap kubwa sana baba, has left a big gap for us. Yeah. Even dogs, even goats, even cows are not happy at all. Yeah. Um, na vilevile Mashirima, tumekuwa katika shamba hili la Opoda, ambapo kuna mita chache kutoka hapa kutakuwa na hafla ya kuweza kumkumbuka Raila Odinga hapo kesho. Mwili wake utakapotoka Kisumu, utakuwa ukielekeza upande huu wa Opoda Farm. Kuna uwanja ambao umetengezwa leo mchana um, kuta kuhakikisha kwamba baada ya kufika katika nyumba hii yake, mwili wake utaondolewa na kupelekwa upande huo. Waombolezaji wenyeji wataweza kufika upande huo kuweza ku kutoa heshima zao za mwisho na pia kutoa risala zao za rambirambi. Na baada ya hapo, basi itakuwa ni safari imekamilika upande huu. Ifikapo siku ya Jumapili, basi ni kuelekeza mwili hadi upande wa Jaramogi Oginga Odinga University of Science and uh, Technology ambapo ibada ya wafu itaweza kufanyika, uh, kabla ya mazishi kufanyika kwao nyumbani ambao ni boma la Jaramogi Oginga Odinga Kang'o ka Jaramogi. Mashirima, kwako kwa studio. Shukrani sana Sam Gituku, bila shaka ni jambo la kufurahisha kuweza kusikiza kumbukumbu kumbu hizo kutoka kwa wafanyakazi wake na bila shaka kwa wote ambao wameweza kufika katika boma hilo. Uh, wakati ambapo Mheshimiwa Raila akiwa hai, ungeona jinsi ambavyo alikuwa anatangamana tangamana na wafanyakazi wake, na kile ambacho unasema ni dhihirisho ya upendo alionao ama aliyokuwa nao kwa kila mmoja ambaye alikutana naye. Mtazamaji, tunazidi kusubiria uh, taarifa rasmi kutoka makao makuu ya naibu wa rais.